Mpendwa mtazamaji, nakushukuru kwa kipindi kingine ambaye tunajiandaa kwa sababu ya kulisikiliza neno la Mungu. Ni wakati mwema ambaye Bwana ametuandaa siku ya leo ya kwamba tuwe mali hapa kwa sababu ya kujifunza neno. Nani mapenzi yako, mtazamaji unayeniangalia, unayenitazama, ya kwamba Bwana amependa ya kwamba tuwe mali hapa ili tukapata kulisikia neno. Natamani ya kwamba tujifunza neno katika kitabu cha ja Wafilipi mbili 2 mstari kuanzia wa kwanza. Na kabla ya hiyo nataka kwamba tuweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako, wakati kwa kipindi wa sawa sasa jioni masaa saa kumi, nataka nikushukuru kwa upendo ambao Bwana umeandaa ukatupa uzima kufika nyakati hizi, napo simama mbele ya msikilizaji mtazamaji, Bwana, kwa ajili ya neno lako, naomba falme kwamba, nipe kibali katika usemi huu, ili Bwana neno likafikia mpendwa akapate kufarijika katika moyo wake. Dumisha kila jambo kulingana uwezo wako Ma ala weni Mungu mwenye rehema, asante Baba, nenda kutenda katika jina la Yesu. Bwana Mungu, tumeomba Amen. Msikilizaji, mtazamaji, nataka nisome neno kwa sababu ya kipindi ambacho kinakuja Wafilipi mbili mstari wa kwanza hadi nne inasema: basi ikiwako fa, ikiwako faraja yoyote katika Kristo, ikiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwa kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Asante Kristo kwa neno hili na kushukuru, kwa sababu ya masikilizaji, libariki naponena mbele ya watu wako Bwana, likawainue na kuwatawala kwa jina kwa Kristo. Baba, tumeomba. Bwana asifiwe, mpendwa msikilizaji, ni kipindi kilicho chema ambacho inakuja mbele zako kwa sababu ya neno hili, ya kwamba neno linasema ya kwamba, ikiwako, ikiwako faraja yoyote katika Kristo, kama kuna faraja yoyote ndani ya Kristo, na kuna matulizo yoyote katika ya mapenzi na ushi, ukiwako ushirika wote katika roho, ikiwako huruma yoyote na rehema tuijalize furaha ya Bwana ili tukawe na nia moja. Baba Mungu anahitaji tu nia zetu ziwa katika umoja, ili hali yote ikiwa katika ukiwa katika ushirika wote katika Kristo na kuwe na matulizo yoyote ambayo unayafanya katika mapenzi yakiwa katika Kristo, na ushirika wote ukiwa mahali wa Roho Mtakatifu, na ikiwako huruma yoyote na rehema juu yake, tuijalishe furaha ya Bwana ili tuwe na nia moja katika maisha ambayo ya Ukristo, ukitaka kuendelea vizuri, lazima tuwe uwe tuna nia moja katika Kristo, na usije ukajichanganya kuwa na nia mbili katika imani yako. Na wenye mapenzi mamoja, tuwe pia na mapenzi mamoja katika Kristo, na wenye roho moja na pia tunia mamoja Roho Mtakatifu wa Mungu ni mmoja, na lazima tuwe pia na nia zetu ziwe katika umoja. Tusifika mahali tukajichanganya wala tukaa katika nia mbili, tukaa katika mapenzi ambaye baba haiko katika umoja katika Kristo, bali tuambatanishe haki zetu katika Bwana zikubalike katika Kristo ya kwamba Mungu anataka jambo gani katika maisha yetu, kwa sababu muda mwingi sana watu wengi sana tumejichanganya, tukajishirikisha katika mambo ambayo yambatani na Ukristo katika Mungu. Ndiposa wakati ambapo tunafanya kazi ya Mungu kila mmoja anania katika nia tofauti. Bwana anahitaji nia moja, ntuwe katika mapenzi mamoja, ushirika uwe katika roho mmoja ili Bwana akubali mahitaji tuliyo naye katika kila sehemu, ati tusitende neno lolote katika kushindana wala kwa majivuno. Watu wamefanya maneno kwa kushindana, anapoona mtu anafanya jambo mahali anataka akae, kama anashindana na yeye katika Kristo. Sio hivyo, katika dunia watu wanapenda hivyo, lakini katika Kristo wacha tutende katika ushirika uliomwema utakuwa kubalika katika utakatifu, ya kwamba tunashirikisha mambo yote katika umoja, katika mapenzi mamoja, katika nia moja, kwa matendo yawe katika umoja majivuno yatoke ndani mwetu tusionekana kwamba ni sisi tu katika Kristo. Yule anaye mtumaini ya Bwana ni mtu aliye mnyenyekevu, siyo mtu ambaye aliyo na majivuno anayejidai na kujiinua katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwa kuwa bora kuliko nafsi yake. Tufanye mambo yote kwa unyenyekevu, tukiwa tunatikwa kuvunjika majoni pa Mungu, ili tushirikishe jambo lolote katika Kristo, tuonekana kwamba matendo yetu yanakubalika majoni pako. Na mtu yoyote ambaye anataka kufanya kazi katika unyenyekevu hufanya kazi kwa njia nzuri na umhesabu mwenzake kuwa bora hata kuliko nafsi yake. Na tukitenda hivyo utakuta kwamba Bwana ataweza kutuinua zaidi na kutuonyesha mlango ulio wa baraka katika maisha yetu. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, wakati tunapojiwasilisha katika Kristo, tafakari kutamani hata kujua kwamba mwenzake anaendelea namna gani katika hali zako zote ujiona kwamba unaendelea namna gani. Unapokea kibali kwa Mungu ama hapana? Kwa matendo yako na mawazo yako, njia zako zinakubalika katika Kristo ama hapana? Ni wapi ambayo unalemea, unaenda kinyume na haki yake ya Mungu? Bwana anahitaji kwamba kila mtu aangalie mambo ya wengine pia. Wakati unapoishi katika maisha, angalia pia kidogo mambo ya wengine, ili katika maisha akuone kwamba unathibitisha neno la Mungu katika Unyenyekevu. Tuige Kristo katika maisha. Hiyo ndio topic yangu katika somo letu siku ya leo. Tuige unyenyekevu katika Kristo ule ambao Kristo alikuwa nao, ili pia nasi tuige huyo unyenyekevu tukatembee ndani tushirikisha matendo yetu katika Kristo, ili tuonekane kwamba tunakubali katika haki katika Bwana, ili kwa lolote ambao unatamani kulifanya liige mtindo katika Bwana, katika unyenyekevu, katika utiivu na katika ku wapenda hata wenzako katika maisha. Praise the living God. Wakati mwema. Nataka nishukuru jina la Bwana kwamba ni mwema, katika kipindi chetu katika stesheni yetu ya United Souls For Christ, tuna tamani ya kwamba tunia pamoja, tuenende katika zile njia zitampendeza Bwana, tushirikisha matendo yetu katika Bwana, ili kwa jambo lolote ambalo natamani kulitenda tenda, ukijua kwamba Bwana Mungu anakuangalia. Bwana Mungu anatamani kuona ushuhuda katika njia zako, unakubalika katika kila haki ya kwamba chochote ukifanyacho lolote ulitendalo, mahali popote uendapo, katika wazo lolote uzungumzalo, jua ya kwamba Bwana anakuona, anatambua kila kitu katika maisha, ya kwamba unamwishia nani katika maisha yako na mambo mengi sana. Najua Bwana anaenda kuonekana kwa mara nyingi sana watu wamejichukulia kujiinua, wamtu wamejichukulia kujionyesha kwamba hao ndio wao. Lakini Bwana anahitaji jambo gani katika maisha? Anataka mtu mnyenyekevu, anataka mtu mtiifu, anataka mtu anayetaka kutembea katika nyayo za Bwana, anayejifunza hata kutoka kwa wengine, anayependa hata kushirikisha wengine katika mambo yake, anayependa kusongesha wengine karibu na yeye, anayetembea katika nyayo ambazo Mungu atapendezwa nazo anayeshirikisha matendo yake ili ionekane ushuhuda mbele ya watu wengine. Lakini wakati ambapo utajifanyia mambo katika ubinafsi, Bwana Mungu ataona ya kwamba jambo unalolitenda alimpendezi na ataweka mbali maneno yako hata yashirikisha karibu na Kristo kwa sababu ya yambatani na matakwa yake. Bwana, shirikisha mambo yako yako ndani ya Bwana, shirikisha, shirikisha mambo yako mbele za wengine. Shirikisha mambo mbele wengine mengine yawe ushuhuda ili kwa uwezo wa Bwana katika maisha yako iwe ushuhuda kuonyesha ya kwamba yale mambo unafanya, Kristo ako ndani, Kristo anakushauri juu, Kristo anakuelekeza, Kristo anatembea pamoja na wewe, na hali zote ambazo utakazotenda zitakubalika machoni pa Bwana, kwa sababu wewe ndani mwa maisha yako unamjua Bwana, unamtabua Yesu, unatembea katika zile nyayo, naye atakupenda kwa sababu yale unatenda yako katika Bwana. Mpendwa msikilizaji, nahitaje kwamba tuweze kusikiliza hayo, tutembee katika hayo, tushiriki katika hayo ili tumpendeze Kristo Yesu, naye atakuwa pamoja nasi kwa sababu yeye ndio mshirika mwema wa maisha yetu. Kwa kila jambo ulitendalo, shirikisha Bwana, tembea na Bwana, iga Kristo na uweze kuonyesha kwa matendo ya kwamba wewe ni mfasi wake Kristo Yesu. Nasema asante kwa yule ambaye amenisikiliza na kunitazama katika kipindi chetu cha siku ya leo ambayo chakuiga Kristo kwa matendo. Wakati ambapo unamwiga Kristo kwa matendo, wakati mwingi sana Bwana Mungu wa pamoja nawe anakuonyesha njia na msingi ulio mwema, na unajikuta kwamba amekusimamisha katika msingi ulio wa baraka. Nataka niombe, na kabla sijaomba, station yetu ni United Souls for Christ Kenya TV. Naomba kwamba msikilizaji mpendwa tukapata kushirikiana katika neno hili kujengana na kuhimizana kuombeana kila wakati usiku na mchana, ili tukapate kuendeleza vipindi zetu zikapate kuenda mbele vizuri, ili wanaotutazama na kutuona wajue kwamba kweli tumesimama na tunataka kueneza neno la Mungu likapate kupenya katika mataifa wengi, wakashuhudie wakatambua kwamba Mungu yu pamoja nasi. Mpendwa, na kushukuru kwa sababu ya kunisikiliza na kunitazama mahali ambapo ulipo, nataka niombe kwa sababu ya kipindi chetu.

Baba Mungu asante, Kristo Yesu, umekuwa Mungu mwema, ni wakati mwema. Baba nimekuja mikononi mwako, ninajua kwamba katika utukufu wewe ndiyo Mungu wa baraka. Wacha uabudiwe, ndio katika sifa na utukufu wako, kwamba Baba neno lako nimesema ya kwamba Baba tukuige wewe, Bwana mfalme wa amani, ya kwamba ulipokuwa duniani, Mungu wa Israeli, ulitenda mambo kwa unyenyekevu, ulitenda kwa kutii na kuvunjika, ili ukaonyesha watu ya kwamba waige mfano wako. Wakatembe katika nyayo zako. Wacha uwe pamoja nasi, tuelekeze katika njia, tukavunjika na kunyenyekea machoni pako na kutembea kwa kila njia ili kubalika katika kila sehemu tukuhitaje, kwamba Baba, tutangulize njia zako zikubalika katika maisha yetu, ili tukatafakari jina lako lile takatifu. Wacha Baba onekana ukiinua station zetu pata kuzibariki, panua mipaka. Onekana hata kwa yule msikilizaji na mtazamaji anayetusikiliza na kututazama siku ya leo, wacha Baba mfalme Kambariki mtawala, inue baba, kwa ajili kila kusudi lote, mtende mema, mwangazia baraka. Maana ni Bwana, walio wagonjwa baba, waponye, inua maisha Bwana, watende mema, achilia mkono kwa mfalme, apate kuwagusa na kuwapa tumaini, jinsi lilivyo mfalme. Kuna wale ambao wanayo na mahitaji mbalimbali, gusa maisha yao, gusa mahitaji yao, gusa njia zao. Watu wanaotafuta kazi, bariki mipango zao zote, baba wa mamlaka, bariki kila sehemu zote, chochote wakitenda wafungulie milango na kuwapa tumaini pani umepaka. Kuna wengi na wanadai promotion, ninatangaza promotion juu yao ya kwamba roho ya Yesu anaenda kufungua milango. Bwana, mamlaka, Mungu wa Israeli. Natangaza uhuru wa watoto wako jinsi lilivyo mfalme. Na umbea watoto wanafunzi wote mashuleni, wagusa, watawala, baba wangazie mema. Wape atumaini, msingi wa baraka katika maisha ili washuhudie mabadiliko, maana ni baba rehema, tembea ndani mwa maisha ya mfalme wa amani, fungua watoto wetu baba shuleni wajalizie uzima katika maisha yao, wanaposoma, wasome kwa kuelewa, wasome kwa kufaidi maisha yao. Mungu wangu falme, najua kwamba falme kuna visa vinavyotendeka mashuleni. Mamalaka ya giza nimekita mizizi katika mashule, nakemea na kuikataa, ina uwezo tena. Katika jina la Yesu Kristo ninafunga kila connections za shetani ambayo zinateka zinateka nyara mashule, zinaangamiza hata wanafunzi na kuwa amani nakemea na kuzikataa hazina uwezo na zivunja katika jina la yesu kristo natangaza uhuru kwanzia siku ya leo. ya kwamba baba achilia mkono wako gusa watoto wote mahali waliko gusa wanafunzi wote baba gusa wangazie mema wape uzima amani na wajua na uwe mwenye mamlaka mungu wa amani wewe ndio bwana mamlaka timiza kila jambo kulingana na uso wako uagusa na kuwapa uzima gusa hata waalimu baba hufunika na damu yako wanapofundisha mashule bwana yesu ukawatangulia mwaka wa 2026 natangaza uwepo wako falme ya kwamba uguse kila shule katika nchi yetu ya kenya wape uzima na amani na utende kazi njema uwe ndiye mungu wa neema roho mtakatifu akavizie kila sehemu ya kutangaza hurua wanao pokea sifa kila kusudi maana unaenda kutenda katika uwezo wako Asante Baba, hata kuna wale ambao wamelazwa hospitali na watabiria kuponda, kuanzia siku ya leo unawagusa na kwapa uzima kwa roho kwa mtakatifu, unaenda kuwagusa, maana ni Baba wa mamlaka. Kamilisha kila hitaji lao ya kwamba ushindi upate kuonekana kwa mwana. Ni Mungu wa rehema, mwaliko wako ni mkubwa, naueni Baba wa rehema. Baba asante falme. Kuna wale ambao wanahitaji, wanaombe Baba la kuhitaji mahitaji katika mioyo zao, wagusa Baba, wainue watende mema, Baba wa mamlaka kama Madam Scovia namuombea baba wa mamlaka, ya kwamba gusa maisha yake, mwinue baba, mtende mema, mgusa baba, mfariji mpe tumaini katika neema yako. Madam Abigail baba unamjua, Yesu Kristo mali aliko, mnamuombea Bwana kwamba mguse, mwinue Yehova Yesu mwa mamlaka, Mungu arema falme, mwangazie mema, mpe ushindi katika masomo yake, katika mafundisho yake shuleni. Bwana umtangulia, mwongoze, ngarisha kazi yake, baba panua zaiti, maana ni Mungu wa amani unekala maana, katika ujaji wa imani timiza maana, ni Baba wa mamlaka, uimidiwe na kutukuka katika sifa zako, kwa neno lako na kushukuru kwa yule ambaye amelisikia. Wacha Baba kalibariki tenda mema Baba, panue mipaka za wanao na ushindi upate kuthibitika. Asante Baba yangu, maana Yesu umesikia na kutenda, kwa jina kwa Kristo Bwana Mungu wetu, naumba la kuamini. Amen, amen. Msikilizaji mpendwa, nimefika kikomo cha ja kipindi chetu cha ja siku ya leo. Nanatamani ya kwamba asante kwa yote ambaye amenisikiliza. Wakati ambapo bwana ametuandaa kwa kipindi hiki, naomba falme kwamba uwe msaada mwema katika maisha haya. Wakati ambapo tunaitaendeleza hiki kipindi, tuombee tuinue zaidi kwa neno lako. Tunajua kwamba tutapanuka, tutaendelea sana. Nahitaji kwamba uweze kupokea namba hii ya simu iwapo utahitaji kuzungumza nami Kunitumia hata message ama kuhitaji jambo lote, hata kama ni ombi, nipigie kwa hiyo namba ama nitumie message, nitaisoma, tutaweza kuwasiliana, tutaomba pamoja na wewe. Nataka nikupe namba yangu ya simu, utaiona hapo kwa screen, bali na kusomea pia, upate kuielewa. Ni 0711 886743 0711 8867 four, sufuri, saba, moja, moja, nane, nane, sita, saba, nne, tatu, sufuri, saba, moja, moja, nane, nane, sita, saba, nne, tatu. Mpende upate kubarikiwa. Bwana akuinua zaidi napate kutu kutenda mema. Shalom.